Yes, yes guys, mambo vipi? Mko poa na orodha inaendelea kumiminika kama kawaida. Kama nilivyosema awali, e, orodha ya walioitwa kwenye usaili kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili ishirini na tano e, inaendelea kumwagika na hii ni orodha kutoka jimbo la Rombo ya kuitwa kwenye usaili kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita kifungu cha sita, e, kipengele cha sita cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani namba moja ya mwaka 2024 kikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya Kanuni ya Uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani za mwaka 2025, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Rombo anawatangazia waombaji wafuatao kufika kwenye usaili tarehe 4 mwezi wa 10 2025 na tarehe tano mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano katika shule ya sekondari Kelamfua kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Na orodha hiyo imeorodheshwa ikiwa na kipengele A kwa ajili ya wasimamizi wa, wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura tarehe nne mwezi wa kumi. Orodha hii ya tarehe nne mwezi wa kumi ikiwa na watu e, zaidi ya eh, ambapo katika kipengele cha kwanza ni takriban watu elfu moja mia tatu ishirini na nane lakini katika kipengele cha pili eh, wanakadiriwa kufikia watu mia eh, nne na themanini. Kwa hiyo wote mnaitwa katika usaili ma, eh, katika jimbo la Rombo na maeneo yaliyotajwa ni katika shule ya sekondari Kelda Mfua. Kumbuka, ni kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Wapo ambao wataanza tarehe nne na wapo watakaofanya tarehe tano. Upatapo taarifa hii pamoja na PDF hii, tafadhali mjulishe na mwenzio. Ukitaka kuipata PDF hii na PDF zingine zozote nyingi, tafadhali gusa e, linki hapo chini, itakupeleka moja kwa moja sehemu utakapoweza kudownload PDF hii, lakini pia utaweza kuangalia kama kuna PDF zingine nazo zimetoka na unaweza kazi pakua. Asante, endelea ku subscribe channel hii asante sana.